Sasa, yeah. Kingine ni ni, ni pombe mm. Sawa eh, unywaji wa pombe uliokithiri mm. Tukifika Sige, kwenye eneo la sigara mnishtue eh, ni nani ni nitoke nje sawa. Kwa hiyo ni unywaji wa pombe uliokithiri eh, <laughs> kuna mtu anakunywa ku, pombe pombe mm. Asa yani ile kupitiliza kupitiliza, kwa sababu pombe si kwamba watu wanazuliwa kunywa. Unausiwa una, una kunywa angalau, anasema two units za za tu, hata e, bia viwili tatu, unaenda unapumzika, umekunywa waini yako hmm. Lakini kuna watu ambao wanaenda, wanataka wamalize makreti ya bia. Ay, tunajisifia e, sema, e, na kujisifia e, mi, mi, mi, bana mi niko vizuri we, niko vizuri sana mi naweza kumaliza kreti e, mwenyewe. Kuna watu wanakuwa na mashindano ya kunywa e, konyagi kwa, ma, kwa, kwa wakati mmoja mm. amemaliza lichupa chupa, lile e. amekunywa kama nakunywa maji si sindio? Na enyewe hizo e, zinaleta shida na tatizo la pombe lina- linaleta kwanza stress ambazo zinaenda kuharibu ile mishipa ya damu, tunasema oxidative stress mm. lakini unasema, unapokunywa pombe e, nyingi pia inaongeza kitu e, kichocheo au homo inaitwa cortisol okay. cortisol ambayo nenyewe ina, inaenda kuongeza shinikizo kubwa la damu mm. cortisol ni stress hormone, inakupa stress alafu inaongeza shinikizo la damu mm. kwa tunashauriwa kunywa uh, pombe eh, kwa, kwa kiwango kinachotakiwa kinachotakiwa, lakini kwa interval Hmm. E, yaani ndani ya muda fulani ya yaani ya ndani ya ya dakika tano umesha maliza bia mbili, hiyo ni hatari amegida kunywa kwa utulivu e, unaenda basi ukitucheka naenda katulia, lakini unashauriwa atlist unywe units mbili tu.